Uh, gulio letu lilikuwa hapa kwa siku tano na tumeanza hapa tarehe nane na litakuwa mpaka tarehe 1 na tatu ya mwezi huu wa nne, lakini kubwa zaidi katika magulio yetu kama haya ni zile ofa ambazo huwa tunabeba zikiambatana na zile huduma ambazo tunatoa katika gulio hili. Tumekuja na ofa kabambe kabisa, ambayo hiyo inapatikana katika gulio hili tu ambayo kwa kisimbuzi chetu cha dishi hapa kitapatikana kwa shilingi elfu tisini na mbili badala ya 99 lakini vile vile ile ofa yetu ya kisimbuzi cha antena ambayo ni bure kabisa mteja ataweka kifurushi tu cha miezi miwili atapata kisimbuzi cha antena bure lakini bila kusahau hii ni ofa juu ya ofa kwa mteja yeyote atakayenunua kisimbuzi aidha cha dishi ama cha antena atapatiwa kilo moja ya sukari kutoka Bagamoyo Sugar bure lakini mbali na hayo tuna ile TV yetu ya mista ambayo imeunganishwa na kamkadi ya Azam TV na yenyewe itapatikana hapa kwa bei ya ofa shilingi laki tatu na ishirini, badala ya laki tatu na hamsini, na itakuwa ni TV ambayo ndani ina kamkadi pamoja na kifurushi cha mwezi mmoja bure kabisa kutoka Azam. Tumechagua kufurahi na wateja wetu, tunafurahi nao kupitia michezo, kwa maana kama hivyo ulivyosema, mechi ya Simba jana watu wamefurahi sana na wameitazama kwa ukubwa kupitia Azam TV, lakini vile vile leo mechi ya Azam FC watakwenda kufurahia nayo kupitia visimbuzi vya Azam TV, na ndio maana tunasema kiwashe, kiwashe. Maana yake usikae nyumbani na kisimbuzi chako aidha, kina changamoto au akijaribiwa au hauna kabisa. Kama kina changamoto, kilete gulioni tukirekebishe. Kama akijaribiwa, njoo gulioni ulipie, lipia kupitia mitandao ya simu, lipia kupitia benki ni pia kupitia njia zote ambazo tumezitoa za malipo, lakini vile vile kama una ofa hizo tumeziweka ambazo ukija hapa utakiwasha cha kwako, na hizi burudani zote ambazo zinaangukia ndani ya mwezi huu wa nne utazipata kwa maana ni mbaya sana kuchungulia dirishani kwa jirani ukamwangalia mnyama akivuka, lakini ni mbaya pia ukaikosa dabi ya Dar es Salaam ukachungulia dirishani. Wadau wamepokea ofa yetu kwa ukubwa, kwa sababu tulikuwa tunauza laki tatu na nusu sasa hivi tumepunguza e, bei kwenye gulio. Sasa hivi tunawauzia tv pamoja kamkali na dishi lake kwa laki tatu na ishirini kwao, bei imepushuka kidogo. Kwa kifupi ni kwamba jina langu naitwa Omary Zengo. Ni mshabiki wa mnyama kindakindaki. Hey, kilichonitesa mimi kwa kipindi kirefu ni matumizi ambayo nyumbani kwangu yalitokea. Kingamuzi kiliharibika na huduma ilikuwa mbali ya Azamu, lakini baada ya kusikia kwamba huduma imesogea karibu, ikanilazimu nije hapa niweze kupata huduma, kwa sababu hata miti ya jana wakati inachezwa mimi sikuangalia nikiwa nyumbani kwangu, nilienda kwa jirani. Kwa yale mateso kwa jirani, kunyanyaswa na nini, nikone isiendelee bora nije nipate huduma hapa, ili niendeleze furaha nyumbani kwangu. Mechi zinazokuja ni muhimu, kwa hiyo nahitaji kuziona nikiwa nimetulia nyumbani kwangu. Kwa hiyo nawashukuru sana Azam kutuletea huduma hii hapa karibu, ili tuweze kuenjoy na familia zetu. Hatua ya nusu fainali, kwa maana hiyo pengine na mnyama akiingia fainali utakuwa huko nyumbani ya niko nyumbani tena nitafurahi sana kama itanikuta niko nyumbani. Hata kama kutakuwa kuna majukumu mengine nitajitahidi kupunguza ili niwepo nyumbani niangalie nusu fainali na fainali pia kiwezekana. Ikiwezekana mimi namwombea njaa kwa sababu yeye alituombea njaa, alitegemea kwamba safari hii ya nusu finali si tusingefika. Kwa hiyo mimi sioni sababu ya yeye kutoboa, tunachotaji Azam watoboe ili tuingie nao klabu bingwa mwakani, kwa sababu ndio washindani wazuri wa kwa sasa Hembu eh, eh, izungumzie penati, penati ya mwisho Shomari Kapombe jana ulikuwa katika hali gani? Ase, nilifurahi sana kwa sababu sikuamini kama Shomari angeza kupiga penati akafaulu. Kuna mechi ambayo ilichezwaga nusu fainali Shomari Kapombe alikosa penati kwao, niliamini hata jana pia kama angekosa angetufelisha, lakini Mungu alikuwa upande wetu. Penati ya mwisho Shomari akapiga tukafaulu na tukavuka. Kuna zawadi mbali mbali mbali. ukinunua kisimbuzi cha dishi, cha Azam TV shilingi elfu tisini na mbili yaani ofa ambayo kuwa ndani ya gulio cha antena kama kawaida yetu ni bure. Aa, ukilipia miezi yako miwili kwa shilingi elfu hamsini na sita tunagia kisimbuzi cha antena tunakupatia bure. Lakini licha ya yote, ukiwa ukiingia hu ndani ya gulio, mimi Kivuruge, ukinunua dishi ama kisimbuzi cha antena, nakupa kilo moja ya Bagamoyo Sugar ili upate utamu. Kwa hiyo unaangalia kwenye TV utamu, na kwenye kikombe naye kuna utamu. Bagamoyo Sugar kilo moja bure, nakupa bila gharama yoyote. Kwa hiyo mloko nyumbani jioni, mkuye mkuye, Magufuli basi temino, mje kwenye gulio kubwa kabisa la Azam TV. Kivuruge nipo, nije kukuhudumia eh bwana. Azam TV wanatisha eh bwana, bure eh Bagamoyo Sugar bure, ukinunua kisimbuzi cha antena au cha dishi. Haijawahi kutokea, wewe umeona wapi?